Sauti za malalamishi vilitawala mtaa wa Manyani eneo bunge la Kisauni kaunti ya Mombasa, huku wakazi wakionyesha ghadhabu zao dhidi ya nyumba moja iliyogeuzwa kuwa gesti kwa muda wa wiki mbili sasa. Wakazi hao wanadai kukosa usingizi wa pono kutokana na kero zinazosababishwa na biashara hiyo. Jina langu naitwa Priscilla. Changamoto ninazopitia ni haya maji haya kutoka gesi anapitiana hapa, na mimi nafanya biashara hapa, na amepafanya pachafu, kwa watuawitu hawajui maana kondomu ni nini, lakini ameanza kubweka kondomu hapa ili watoto wat, watafune kama bigiji. Eh, naunaona no, no. Mpaka mazingira yenyewe si mazingira mazuri hapa, ndio tuteka maji na maji ya gesi yanapitia na hapa inakuwa ni vibaya, maradhi tuweza kupata. Jumba hilo linalofahamika kama Maridadi Guest House limejengwa kando ya kichochoro tegemeo kwa wakazi wa mtaa huo katika harakati zao za kila siku. Kinachowashangaza wengi ni hatua ya mmiliki wa jumba hilo kujenga ukuta ulioweka kizingiti katika utumizi wa njia hiyo, jambo lililoibua malalamishi tele. Hii ndio ilikuwa ni shortcut yetu ambayo tuweza kupitia Ametuzibia njia watu wa kwenda kazini, ndio njia fupi ameziba. Mimi nimetuma mtoto usiku, anakuja dukani saa hii, anazunguka hivi. Hata mimi ninabeba maji, nasikia uchungu, nasikia uchungu. Mimi ni mama mtaa, nimekaa muda mrefu hapa mtaa wa Manyani, na tangu nijenge ni hapa, mfereji wangu wa maji ni huu. Saa hii tunaona vituko, kumewekwa mlango, njia ya maji imefungwa, mpaka tutoke tuzunguke mbali ndo tuje hapa kwa mfereji. Sisi tunaomba haki tupate haki yetu. Kuanzia jana mlango haukufunguliwa, mlango unafungwa mpaka sasa, na huo mlango ndo watu wanapita waende wateke maji. Hatuendi kwa maji sasa. Wakazi hao ambao wameishi mtaani humo kwa muda mrefu wameelezea kushangazwa kwao na kuanzishwa kwa jumba hilo la wageni wakidai kuwa ni tukio ambalo halijawahi kutokea katika historia ya mtaa huo wa Manyani. Na sisi ni wakaaji wa hapa Manyani. Tumekuja hapa hatuna watoto mpaka tumekuwa na watoto hapa Manyani. Sasa tunaona vituko sahihi, tumewekewa gesti hapa. Karibu ilikuwa duka, sasa mekuwa gesti. Hivi ni vihoja mahakamani. Mpaka hapa tulipokanyaga, tumekanyaga kwa maji ya kumwagika kutoka kwa gesti. Juhudi zetu mimi pamoja na mpiga picha wangu Laurii za kuzungumza na Geoffrey, ndugu ya mmiliki wa Maridadi Guest House, ziliambulia patupu kwani hakutaka kuzungumza nasi. Hatua za haraka zimeombwa kuchukuliwa vichochoro ambavyo si muhimu vizibwe haraka na vile ambavyo ni vya muhimu vitumike ipasavyo katika eneo hili la Manyani eneo bunge hili la Kisauni. David Lukoe, Habari 24.7, Kaunti ya Mombasa.